Mfumo mpya wa elimu CBC ulianzishwa nchini Kenya mwaka 2017 kwa ajili ya kuchukua nafasi ya mfumo wa zamani wa 844. Lengo kuu lilikuwa ni kukuza ubunifu, umahiri na vitendo vya ujuzi miongoni mwa wanafunzi. Hata hivyo, umekumbwa na changamoto si haba ambazo zimeibua mjadala mkubwa katika sekta ya elimu. To imagine a system that creates responsible citizens as opposed

Shule nyingi zimekumbwa na ukosefu wa maandalizi na ujuzi kwa walimu. Hii ni kutokana na walimu wengi kufundishwa chini ya mfumo wa zamani wa 844, hivyo kukosa mbinu na stadi zinazohitajika kufundishwa kwa mtindo wa CBC. Vilevile, upungufu wa walimu umeathiri pakubwa utekelezaji wa mfumo huu, hasa katika shule za sekondari za awali. Kando na walimu kuna ukosefu wa miundombinu na rasilimali katika shule nyingi hasa zile za vijijini. Shule nyingi hazina maabara, vitabu vya kutosha wala vifaa kama vile tarakilishi na hata vipakatalishi. Ikizingatiwa kwa mfumo huu unategemea kufunzwa kupitia njia ya mtandao. Pia wazazi wameweza kulalamikia gharama kubwa ya mfumo huu mpya ikilinganishwa na mfumo wa zamani. Vilevile changamoto kwa wazazi ambao hawana kisomo kwani mfumo huu unahitaji mzazi kushiriki katika mafunzo ya mtoto nyumbani. And there are recommendations which have been made thereof, which as the implementing agency, Ministry of Education we are also implementing to make sure parents are not overburdened. Huku serikali ikiahidi kuongeza rasilimali kujenga miundombinu pamoja na kutoa mafunzo zaidi kwa walimu. Pia ushirikiano wa karibu unahitajika baina ya serikali, walimu na wazazi ili kufanikisha mfumo huu. Nikiripotia The Game Changer Media kutoka kaunti ya Bungoma, jina langu ni Calvin.